Watu wawili wanaodaiwa kuwa ni mume na mke, wanakabiliwa na mashtaka matatu katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Moshi, yakiwemo ya kumiliki lita 704.5 za kemikali inayodhaniwa kuwa ni Ethanol kinyume cha sheria. Katika kesi hiyo, Thadey George Lekule mwenye umri wa miaka 52 mkazi wa Longuo B, Moshi, alifikishwa mahakamani na kusomewa mashtaka mbele ya Hakimu Rehema Olambo. Hata hivyo, mshtakiwa wa pili Evalyin Thadey Lekule mwenye umri wa miaka 47 hakufika mahakamani hapo, ambapo ilielezwa kuwa ni mgonjwa na yupo Rombo akipatiwa matibabu. Kutokana na kutofika kwa Evalyin, upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili wa serikali, Bora Mfinanga, uliomba kesi hiyo iahirishwe hadi atakapopatikana. Hata hivyo, hakimu Olambo alikataa ombi hilo, akieleza kuwa haitakuwa sahihi kuahirisha shauri hilo lililowasilishwa kwa mara ya kwanza mbele yake. Hakimu alielekeza kusomwa kwa maelezo ya awali kwa mshtakiwa aliyepo, Thadey huku akimtaka kuhakikisha kuwa mkewe anafika mahakamani hapo wakati ujao. Hakimu huyo alionya kuwa endapo hilo litatekelezwa, hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Wakili Mfinanga alisoma maelezo ya awali na kueleza kuwa Januari 31, 2025, katika eneo la Shanty Town, Moshi, mshtakiwa Thadey alikutwa na kemikali inayodhaniwa kuwa ni ethanol kinyume cha Sheria ya Kudhibiti Dawa za Kulevya. Shtaka la pili linalomuhusisha na kumiliki kemikali hiyo bila usajili wa rasmi, na la tatu linahusu kumiliki kemikali hiyo katika eneo ambalo halijasajiliwa kisheria. Wakili wa Serikali alibainisha kuwa makosa hayo hayana dhamana kwa mujibu wa sheria, hasa ikiwa kiasi kilichokutwa kinazidi lita 30. Hivyo, mshtakiwa ataendelea kushikiliwa hadi kesi hiyo itakapotajwa tena Mei 20, mwaka huu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa undani kuhusiana na shauri hilo.